Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano unapewa transfer. unaenda mkoa mwingine kikazi na umejifunza namna ya kuomba kwa staili hii, kwa sababu hawa waliambiwa habari za utiisho. Ule utiisho uko mpakani. Tunaenda sawa? Uliwakimbiza wale waliokuwa kule ndani. Kwa hiyo inamaanisha unajua kwamba wewe unahamishiwa Mbeya mjini. Tunaenda sawa kwa hiyo wewe unaomba huku ukiwa Sumbawanga juu ya ofisi na eneo ambalo unahamia, tunaenda sawa sawa, tunaenda sawa sawa. Unapokabidhi lile eneo na kumwambia Mungu, ninaenda hapo, ninaomba unitangulie. Akitangulia, anatangulia na utiisho ule. Utiisho unapita pale kwenye ofisi, kwenye kijiji, kwenye eneo kukagua ni nani atakuwa kikwazo kwa mtumishi wangu kusonga mbele? Ule utiisho ukifika pale utabaki unashangaa mabadiliko yanayotokea kabla hujafika, mabadiliko yanayotokea ukikanyaga, kwa sababu sasa ukanyagi kwa jinsi ya kawaida, unakanyaga kwa imani. Unapokanyaga kwa imani, unaingia ofisini, nguvu za Mungu zile ulizoziona zimeingia kwenye mto Yordani zinaingia ofisi, zinaingia ofisi. Nilifundisha mtu mmoja ndio alikuwa anahamia mji mwingine, nakapandishwa cheo akakaa, nikaambia anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, kabisilia ofisi mapema, akaomba kwa kati ya vitu hivi navyokufundisha, nilifundisha alafu, nikawa namwambia, ukifika jifunze kuomba kwa ajili ya ile ofisi na lile eneo na ile ardhi. Akumaliza hata muda mrefu, kuna mwenyeji mmoja pale ambaye ni mfanya kazi mwenzake, akaanza kugombana naye tu bila pasipokuwa na sababu, anagombana naye tu akanipigia simu, nikaambia, naelewa sasa. Naambia wekazana, kwani uliona makuhani wakiondoka? Hawapigi kelele, waowa wa, wa, wameshikilia tu, usijaribu kujibu, najua. Akaendelea namna hiyo. Baada ya siku mbili, yule mtu akaandika barua ya kuresign kazi. Nakwambia kitu cha kweli, si hadisi. Kwa hiyo, maombi sio ya mchezo. Hajui kilichomfukuza lakini huwezi kupambana na kusudi la Bwana. Amesema unaenda kwenye hiyo ofisi, na hapa ndipo alipopanga kwa kufanikiwa kwako. Au hujasoma hakuna kitu kitakachosimama mbele yako, kama nilivyokuwa pamoja na Musa ndivyo nitakaokuwa pamoja na wewe. Anaposema hakuna kitu kitakachosimama mbele yako, anasema nitakuwa pamoja na wewe kwa. Angalia Mungu alivyokuwa anatembea nao, alikuwa anakaa mbele yao kwa wingu usiku anatembea kwa moto. Fikiria na wewe unapoenda ofisini, huendi peke yako. Katika ulimwengu wa roho kuna moto umekutangulia, kuna wingu limekutangulia. Adui akija kwa nyuma, anakuta wingu limekuja limekambaka hapo. Wewe unaweza usione katika ulimwengu wa kimwili, lakini waulize wachawi, watakusimulia wanaona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe! Haleluya, haleluya, haleluya! Ni muhimu sana uweze kuelewa, kwa sababu Mungu anapokupa umiliki, anakupa umiliki sasa uweze kutengeneza mazingira yako ya kiroho, ambayo yatarahisisha utendaji na mawasiliano yako kiroho. Tunaenda sawasawa? Bwana Yesu asifiwe. Okay. Goja, Ngoja nijaribu hivi wale wachungaji na maaskofu wanaweza akaelewa kirahisi sana. Umayu kujiuliza kwa nini wakipewa eneo kwa ajili ya kujenga kanisa, kabla ya kutafuta eneo wanaomba kwanza Mungu. Tunaomba eneo, hata kama wana hela ya kumnunua mtu jirani, wanaenda kwa Mungu kwanza. Mungu akiwaruhusu kitu kinachotokea hata kama yule mtu hajasema anauza, wataenda wakipewa lile eneo, hawajengi mpaka wameliweka wakfu. Wanapoweka wakfu, manayake ni maana yake kuna kitu kinafanyika, separation kwenye ulimwengu wa roho, ili kama kuna kitu chochote cha kiroho kiko pale kinachoweza kuzuia uhuru wa Mungu kutumia lile eneo kwa ajili ya watu wake na lile kusudi walilokusudia kipate kuondoka. Kwa hiyo wanapoweka wakfu namna hiyo, manake wanamwambia Mungu, ardhi hii ni yako, it is your property now, you are lord. Wewe ni bwana wa hapa sasa, tumia jinsi unavyotaka.